Bwana Makunga aliyatoa maamuzi hayo kufuatia malalamiko ya wakazi wa kijiji hicho yaliyotolewa katika mkutano wa hadhara uliofanyika kijijini hapo ambapo wananchi hao walifikisha malalamiko ambayo yaliainisha tuhuma mbalimbali huku nyingi zikiwa ni za madai ya ufisadi wa mali ya umma. Ni maeneo ya wazi ambayo mwenyekiti huyu amekuwa akiyauza bila kushirikisha wananchi wa Kwa Sadala ambao ndio walengwa maeneo hayo, na ndo kwenye maeneo hayo palikuja vyakula fulani ambapo ulikuja ni msaada kwa kijiji hicho kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watu wanyonge, ambao hawana uwezo, watoto yatima wa na hata wanawake ambao hawana waume ambao ni wajana. Lakini katika utaratibu wangu nilifanya uchunguzi kwa siri, nilikamata mahindi magari ambayo yasiyojulikanika yani idadi, zaidi ya magari matatu manne nikakamata nikampigia mkurugenzi simu nikaja kamwambia, bwana, mahindi yanauzwa usiku wa manane, na akaniambia, ukiendelea kwenda kwenye hilo shamba huo kitakachokupata, ki, ki, ki, utajua we mwenyewe. Ameninyanyasa tangu mwaka elfu mbili na nane akiwa diwani wa Masama Kusini, akawa shahidi wa huyo mama ili wauze hilo shamba. Wananchi hao walionekana kuwa wenye jazba ambao hawakutaka viongozi wao wajitetee. Lakini mtendaji wa kijiji hicho Bi Tresa Ramadhani alipata nafasi ya kujitetea kwa kumtupia lawama mwenyekiti wake Bwana Ernest Munisi kwa madai kuwa anamchafua kwa kuwa wana tofauti za kikazi. Hivi linakuja kwa sababu gani? Linakuja kwa sababu mwenyekiti, tumeshindwa kuelewana kwa sababu kuna mambo mengi anayetaka kuyafanya, ambayo ananilazimisha kusaini na mimi baada ya mvutano mkali kutoka kila upande, ndipo mkuu huyo wa wilaya akatoa maamuzi ya kuwasimamisha kazi viongozi hao na kuunda kamati ya uchunguzi ya watu watano itakayoshirikisha mwanasheria wa halmashauri na mkaguzi wa ndani wa halmashauri, na baada ya uchunguzi kukamilika, maamuzi kamili yatatolewa. Afisa mtendaji wa kijiji, afisa mtendaji wa kata pamoja na mwenyekiti wenu wa kijiji Mtawasimamisha kwa muda. Lengo la kuwasimamisha kwa muda ni kuhakikisha kwamba sasa hivi tunatuma kamati maalum kutoka halmashauri kuja kuchunguza hizi tuhuma. Ikiripoti kutoka wilayani Hai mkoani Kilimanjaro, mimi ni Halfa Niliundi, ITV.